Ni ziara ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika mkoa wa Singida ambapo ameanzia hapa wilayani Manyoni katika kituo cha pamoja cha ukaguzi wa magari ambapo mradi huu umesimama kwa kipindi cha miaka nane sasa na hapa akatoa maagizo kwa kamishna wa uhamiaji nchini. Moja ya mradi niliyopita ni huu ni hapa. Nimeanzia kule kukagua. Ni nimeshakagua hatua ambayo imefikiwa.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 Leo umeshasimama, sasa ni zaidi ya miaka, zaidi ya miaka nane umesimama. Umesimama, na katika kusimama jitihada zimefanyika za kuona mradi huu unaendelea mwanzoni kulikuwepo na majadiliano yanaendelea ya kisera kati ya mkandarasi na serikali. Serikali ikatatua mkwamo uliokuwepo. Kwa taarifa sahihi nilizonazo, mkandarasi akatangazwa kwamba amefilisika kule kwao, wa kutoka wa kutoka Italia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 taka kuachia mradi, hajataka wakandarasi wazawa waendelee na mradi, hajataka kuipa nchi kutafuta mkandarasi atakayeweza kuendelea na mradi huu, hajataka kutoa fursa kwa watanzania wanufaike na mradi huu. Amefirizika, ameng'ang'ania mradi, amesitisha mradi bila ridhaa ya serikali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 mpaka jambo hili liishwe. Hii ni hujuma ya wazi wazi, hii ni dharau ya wazi wazi anaifanyia nchi yetu. Tumemwajiri, tunamlipa, amepewa fedha, amepewa kazi anajiamulia kama aendelee na kazi ama asiendelee. Anajiamulia kama aje kwenye mradi ama asije. Anajiamulia. Huyu ni mhalifu, akamatwe na asitoke nje ya nchi mpaka jambo hili liishi.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 Akamatwe, anaelekeza. Na wale washirika wetu tunaoshirikiana kwenye mradi huu, ndani ya mwezi huu jambo hili liwe limeisha, watuambie wanaendelea ama hawaendelei. Hii nchi ni yetu. Na mheshimiwa rais ametoka kutuambia juzi wakati anazindua bunge na siku anaapisha hatuna mjomba tuna mama tu anaitwa Tanzania Kwa hiyo mradi huu ulikuwa unasimamiwa na Wizara ya Fedha naelekeza kuanzia leo uhamie Wizara ya Ujenzi na hawa kama wataendelea wataendelea Wizara ya Ujenzi ikiwa inasimamia na kama hawataendelea, Mheshimiwa Waziri, wapatie wakandarasi hawa wadogo waliokuwa ambao wamesubirishwa, wame, wame wanababaishwa, wapatie wamalizie kazi. Tutajenga, tutajenga na huu ndo mwanzo, tuanze kuwaamini wakandarasi wazawa. Hawa watu hawa wanaoleta leta dharau kuna wengine wakitoka huko kwa sababu zamani nchi za Afrika ziliwahi kutawaliwa, wanadhani wanaenda kwenye makoloni yao. Kila nchi, kila eneo Mungu aliumba wa akawapa watu wake. Afrika ni yetu, Tanzania ni yetu. Wakija hapa tumewapa kazi, lazima wasikilize maelekezo ya nchi yetu tunapotaka. Na huyu ndio itakuwa somo, akamatwe na nengie atafute, atafute, atafute kama hii huduma yote hii aliyotuchelewesha miaka yote hii, na alitakiwa alipe fidia nchi yetu, ajalipa kama haanguki.